Taib, lakini pia wanasema wasuyahu wasuyahu, tha'alaba na sauti ya mbweha. Umelala ukaota wasikia sauti ya mbweha usingizini, hiyo maana yake e, sauti ya mbweha maana yake ni kaidun kaidun min rajulin kadhibin, ni hila kutoka kwa mtu muongo. Yani kuna mtu, kuna mwanaume E, muongo sana atakufanyia hila, atakufanyia vitimbi, ima kazini ama mtaani ama wherever you are, wherever you are there is someone atakufanyia vitimbi sana, wewe atakufanyia hila. Naam, lakini e, ndoto nyingine wanasema hiyo, ukiota sauti anani, ya nani, ya mbweha si katika ndoto nzuri, ina inamaanisha hila kutoka kwa mwanaume muongo, atakufanyia hila. Lakini ndoto nyingine wanasema wanubahu alqalbi, na mbweko mbweko wa mbwa, ukiota mbwa uwabweka usingizini, maana yake ni nadamatun min dhulmi, maana yake ni majuto kutokana na dhulma. Maana yake kuna dhulma wewe uliifanya kwa hivyo unajuta, eh, kuna dhulma uliifanya unajuta, ama utajuta kutokana na hiyo dhulma uliyoifanya. Kwa unatakiwa utubie sana. Ukiota eh, nubahul kalbi, mbweko wa mbwa, mbwa yuwabweka usingizini, basi ndugu yangu, haraka sana unatakiwa ulete tauba, kwa sababu ndoto hiyo inamaanisha majuto kutokana na dhulma, yani kuna dhulma uliifanya utajuta eh, au unajuta hivi sasa. Kwa hiyo inaweza ikawa utajuta ama unajuta. Kwa hivyo ni ndoto nzuri ama ni ndoto mbaya, unatakiwa ulete tauba, taib. Lakini wasiyahul khinzir, wasiahu lkhinzir na ukiabsalam, umelala ukaota wasikia kelele eh, Haya mamangu, umelala ukaota wasikia mlio wa khinziru, mlio wa, wa nguruwe, mlio wa nguruwe. Sasa shuwaini kwa lugha zingine anaitwa shuwaini eh, au eh, eh, mkuu wa meza eh? au mbuzi katoriki. Maana yake nguruwe ana majina mengi ya ajabu ajabu. mm-hmm. au mswaki wa papa Sa umelala ukaota wasikia sauti ya shuwaini, sauti ya nguruwe, wanasema hiyo maana yake ni dhafuru biadai juhalin ni ushindi eh, kwa maadui wajinga wa, wa amwalihim na mali zao, ni ushindi kwa maadui wajinga eh, eh na mali zao, maana yake utapata ushindi kwa maadui zako lakini ni maadui ambao wajinga kabisa, utawashinda. Naam, lakini wanasema wa sawtul faar, sauti ya panya. Umelala absalam, ukaota wasikia sauti ya panya usingizini, hiyo inamaanisha dhararu min rajuli sariqin fasiqin niqabin Umelala ukaota wasikia sauti ya panya usingizini, maana yake utapata madhara. Kuna madhara utayapata kutoka kwa mtu mwizi, ima utaibiwa ama kwa mtu fasik, mtu muovu, mtu ambaye, maana yake fasik ni mtu anayefanya uovu wazi wazi, haogopi, haogopi wa, amuogopi Mungu wala haogopi watu, ni fasik. Fasik ni mtu anayefanya uovu wa wazi kabisa, sababu kuna fasiki na kuna aswi. Aswi ni mtu ambaye anafanya maasi lakini kwa siri, anamwogopa Mwenyezi Mungu au anawaogopa japo watu basi, lakini fasiki hata watu hawaogopi. Kwa hiyo ukiota wasikia sauti ya panya, maana yake utapata madhara kutoka kwa mtu mnafiki au mwizi au fasiki. Kwa hivyo sio ndoto nzuri. Naam, ama wasiyahu na naam, naam, wasiyahu naam na e, mlio mlio au sauti ya mbuni naam. Mbuni maana yake umelala ukaota wasikia sauti ya mbuni, mbuni walia, maana yake hiyo ni iswabatun khadim shujaa, ni kupata shida maana yake kuna shida utapata kutoka kwa mtumishi shujaa. Maana yake hiyo ndoto kuna shida utapata, ukiota e, wasikia sauti ya mbuni, mbuni yule mnyama mbuni walia e, na wewe wasikia sauti yake usingizini, maana yake hiyo ndoto utapatwa shida, utapata shida kutoka kwa mtumishi khadim shujaa mtu mtumishi ambaye ni shujaa naam. Kadhalika wanaendelea wanasema, wahadiru wahadiru lhamama, eh? na mlio wa njiwa. Umelala ukaota wasikia sauti ya njiwa yualia, wasikia mlio wa njiwa usingizini, umelala ukaota wasikia mlio wa njiwa usingizini, hiyo maana yake ni mraatun qari'atun muslimatun sharifa. Maana yake hiyo ndoto ni mwanamke msomi Muislamu na ni, ni, ni mtukufu eh? Uh, maana yake kama we ni mwanaume basi utapata mwanamke ambaye huyo mwanamke ni msomi wa Qur'ani na ni Muislamu safi na ni mtukufu. Yaani mwanaume ukilala we ukaota wasikia sauti ya njiwa, njiwa wale njiwa, unajua sauti za njiwa vile wanavyonguruma, wanavyo kurukua, kurukua, kurukua, kurukua, kurukua. Eh, sauti za njiwa kama vile ukazisikia, basi maana yake hiyo, kama we ni mwanaume utapata mwanamke eh, mraatun qari'a, ah, mwanamke msomi kabisa, muslimatun sharifa, muislamu tena ni mtukufu, mwanamke huyo ni mwanamke mwenye cheo, mwenye heshima, mwenye wenye hadhi. Naam, lakini waswautu lhutafswautu lkhutaf, sauti ya wayu. Umelala ukaota, wasikia sauti ya e, mbayu wayu. Kuna ndege yule yuwaitwa mbayu wayu eh? eh, rafiki yangu mmoja aitwa eh, Rajab Kadogoo, huwa wamzungumzia sana huyu mnyama wayu ni mnyama mwenye siri kubwa. Siku nikijaliwa kuonana na no Ustadhi Rajab Kadogo nitamuomba amzungumzie huyu mbayu wayo, mpate faida watazamaji. Sasa umelala usingizini, ukaota utawasikia sauti ya mbayu wayo, maana yake ni mauidha, mauidhatun waidhun, hayo ni mawaidha, maana yake unapewa mawaidha eh, na ukumbusho. Unakumbushwa, unakumbushwa rudi kwa Allah jalla thanauhu, kama ulikuwa ni mtu wa maasiya Ulikuwa fasik ulikuwa mtu mpotovu rudi kwa Allah, hayo ni mawaidha, eh, na ukumbusho unapewa. Ukilala usingizini ukaota utawasikia sauti ya mbayuwayu manake unapewa mawaidha, unaambiwa rudi kwa Allah jalla thanauhu, rudi kwa Allah jalla thanauhu thana. Lakini inasemekana kalamu tairu kulluha saleh Umelala sasa usingizini ukasikia mazungumzo ya ndege, ndege wanazungumza, wanasema kulluha, ndoto zote hizo yani ndoto zote za ndege wakizungumza ni swalih, ni ndoto njema. Wadalilu ala irtifai shani swahibi ruya, na ni dalili ya kuinuka cheo cha huyo aliyeota. Eh, wadalilu ala irtifai shani swahibi ruya na ni dalili ya kuinuka cheo kwa huyo mtu aliyeota. ukiumelala wewe usingizini ukaota wasikia ndege kalamu tairu, ndege wanazungumza eh, ndege wanazungumza, hiyo ni ndoto ya kheri. Eh, lakini wakashishul hayya, kashishu kashishul hayya, mshindo sasa wa nyoka kwa mfano, umelala ukaota wasikia mshindo wa nyoka kashishu lhaya, wanasema hiyo ni ibadu min aduwi katimin, hiyo maana yake ni kuondoka, yani kusalimika kujiepusha kutokana na adui hatari. Lil adawa katika, katika ule uadui yake, maana yake kuna adui hatari sana, lakini uta, utasalimika naye thumma yadhfaru bihi, kisha kumshinda maana yake huyo adui utamshinda. Eh, utaondoka, utasalimika naye eh, eh, na ni adui hatari, lakini pia huyo adui utafanya nini? Utamshinda bi auni llahi jalla thanauhu, kwa idhini na uwezo wa Allah jalla thanauhu. Naam, tumalizie. Wanawazuoni wanasema wanaqiqu dhafda na eh, wanaqiqu dhafda eh, na mlio wa chura. Mlio wa chura, umelala ukasikia chura yualia usingizini, na qiqu dhafda, mlio wa chura usingizini, maana yake ni dukhulu fi amali ba'dhi ruasai -ru wasalatini au au ulama. Maana yake ni kwamba utaingia katika kazi eh, ya baadhi ya maraisi masultani na wanawazuoni, manake utapa, utakuwa mmoja kati ya utapata kazi ima kwa maraisi au kwa masultani au kwa wanawazuoni, yani utakuwa sio mtu mdogo kwa hakika, utakuwa sio mtu mdogo kwa hakika. Na tumalizie kuna hata ata, Ibn Sirin rajulan faqala. Kuna kijana mmoja alimwendea Ibn Sirin akamwambia raaitu ka anna dabbatan kallamatni, mimi nimeota kama mnyama yuanizungumzisha mnyama yuanisemesha mimi, kallamatni, nimeota mnyama yuanisemesha. Ibn Sirin akamwambia faqala lahu innaka maitun, maana yake hiyo ndoto inamaanisha wewe, muda si mrefu unakufa muda si mrefu unakufa. Watala kauluhu taala, kisha akasoma Ibn Sirin kauli yake mwenyezi Mungu inopatikana katika Suratu An-Naml aya nambari 82, na inasema baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim: wa idha waqa alqawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ardi minal ardi tukallimuhum. Eh, akasoma aya hiyo na kweli, famata ar-rajulu min yawmi dhalika, yule mtu akafa siku hiyo hiyo. Yule mtu aliyeambiwa na Ibn Sirin kwamba ndoto hiyo inamaanisha utakufa hivi yu karibuni, yule mtu kweli akafa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, hizi ni baadhi ya ya tafsiri za ndoto za sauti za wanyama na mazungumzo yao. Usikose kufuatilia mwendelezo wa vipindi vyetu, na kama ndio mara yako mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Kama unahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, ndoto binafsi, tunatafsiri kwa sadaka, sio bure alakhi. Ndoto binafsi tafsiri bure, tunatafsiri kwa sadaka ili mtupa supporti ya kuendelea kuandaa vipindi vingine kwa sababu haya mambo yanahitaji vitabu. mnaona hivi? Hivi vitabu? Hivi vitabu hivi. Mnaona hivi? Hivi. Hivi vitabu tunavinunua. Sasa wewe ukitaka tafsiri ya ndoto bure, umeona hivi vitabu? Hivi vitabu. Mnaviona hivi? Hivi vitabu ndugu yangu mtazamaji tunavinunua. Sawa sawa eh? Nikuoneshe kitu hapa. Mnaona hivi vitabu? Hivi vitabu tunavinunua. Sasa wewe ukitaka tafsiri yako ya ndoto bure Utafikiri mimi mwenye hivi vitabu nikienda dukani napewa bure? Sasa mimi napataje hivi vitabu? Kwa hiyo utachangia swadaka eh, ili tunue vitabu tuboreshe channel yetu eh. Wallahu taala aalam. Nambari za kuchangia e, ni hizo hapo, mmeziona hapo juu ambazo ni 0652286323. Wallahu aalam ishirta wallah alam. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.